sababu wewe ukujiandaa kuchukua mkopo ili ulipe, umejikataa umejiandaa kuchukua mkopo ili uzurumu utoroke, nao utaenda ukitoroka na mkopo, biashara yako itakufa na hiyo hela itapotea, malengo yako hayatatimia. Huyo huyo sijui ndani. Matajiri wote mnaowajua duniani wanakopa na wanalipa. Angalau huyu mmoja mimi na uhakika naye ni rafiki yangu naweza kusema Diamond anakopa na analipa. Unielewa? <coughs> Diamond yako anafanikiwa. Si anafanikiwa? <coughs> Anakopa na analipa. Na sisi serikali tunataka isiwe Diamond peke yake. Eh, <coughs> hey, yani bwana muone yuko na private jet sio, ile ndio. Tunataka wasanii wote wawe na uwezo wa kuchukua private jet na kwenda mahali popote kufanya sanaa, ndugu zangu kwenye mwezi <furry speech> lakini huwezi kufikia huko kama vile vidogo tu vya kwenye mfuko hivi Samia kaviweka wewe unako kikombe vitu utoroke nayo sasa vitu utoroke nayo sivitaisha mfuko ukifa sasa hao wenzako wanakuja nyuma watapataje ndugu zangu tufanye kazi zetu lakini tujue Mungu Mungu yuko Mungu, Mungu, Mungu apende binafsi ukichukua hela ukatoroka nazo kala mwenyewe wenzako wakakosa Mungu haiko na wewe Yeah. Eh, sasa unatuhumu haki za wasanii wengine na ndio maana nyakaa anakuwa mkali na mimi simtoimoya ni naye na naye <laughs> lakini sio kwa sababu ya mbaya, kwa sababu anasimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kwamba mikopo itolewe na benki, wasanii wakakope. Tunakwenda kupunguza masharti wakope kwa urahisi, wafanye sanaa yao nzuri, wafanye biashara kwa pesa <coughs> amini, niwambie sasa hivi wastani wa urejeshaji baada ya kupeleka mikopo benki ni asilimia tisini sita. <coughs> Karibu wasanii wote wanarejesha, wale wanakopa. Wale wanaonuna kwa sababu wakukopa, mimi nachoomba badala ya kununa, katibu zimshet kwa sababu

Ukiandaa program kama hizi, wale wasanii wakubwa hatuwaoni, wanakuja tu mameleja, wale wasaidizi wadogo wadogo, ndio maana we don't move. Kwa sababu kwa nature ya wasanii wetu hawapendi kukabidhi kazi zao kwenye management. Kwa hiyo ukikutana na mameleja wake natena nini, mwisho wa siku jamaa kule anasema hiyo sawa, hiyo staki, hatuendi. Na mimi hakuna kitu kinanisikitisha. Tunao wasanii wazuri sana Tanzania, wazuri sana. Lakini kwenye management sifuri. Wakati pale nikiwa Songea kule msanii alikuja kuperform. Eti kabla hajapata jukwaa ndiye amekaa na alikuwa ni pale anakabana kukusanya kiingilio. Hapo sasa huyu hivi apate stress za mlangoni pale, za watu washapiga maji patakatifu wanataka kuingia ndani. Hapo akitoka pale kuja kufanya performance nzuri ya tiasindio. Sasa kwenye semina hizi tunakuja kuambia, ndugu yangu, kazi yako nzuri, lakini hivi unavyokwenda kutoboi, ukitaka utoboe fanya moja, mbili, tatu. Mnaelewa wasanii wote duniani, yaani bila fanya hivi kutoboi, hata uwe na vipaji elfu kumi na tano

Bali ile sisi wenyewe ndio tunatakiwa tuitengeneze. Hasa bali huwezi kutengeneza bali ya sanaa kama hutumii njia za kisasa za uendeshaji wa sanaa. No way. Mimi nakulia na, na tusiogope kujifunza darasani. Kaeni kwa darasani, wataalamu watawafundisha. Perfect. Na sisi muda wote mkitaka mafunzo yote tutayaleta. Mimi hamna kitu kinanisikitisha. Tunaleta wale wataalamu wa hapa wale ni wakuu wakumini mziki duniani, wana uzoefu, wanatoka hali mwenduku, wanatoka wapi? sana zetu hizi sii mupi bila nini, wanajua. Lakini tukiwaita ndugu zangu, anakuja msaidizi wa msaidizi wa meneja, sii kuweka vyombo, sii nakiwai ipini. Tunalipi tunawalipaona jamaa hela nyingi kwelikwe, njooni hapa. Naomba huu ujumbe kuwafikishia wenza, sawa jamani, na mameneja. Kuna mameneja mameneja,

Ndugu zangu, sekta ya utamaduni na sanaa imeendelea kuchukua nafasi yake ya kipekee katika ajenda ya maendeleo ya taifa. Tunaona ongezeko la uzalishaji wa kazi za sanaa sa za utamaduni na sanaa zenye ubora, ongezeko la fursa za ajira, pamoja na ushawishi chanya wa utamaduni na sanaa katika kukuza utungulisho wetu. Hata hivyo, tunafahamu bado kuna changamoto mbalimbali kama vile ukosefu wa masoko, ufinyu wa rasilimali, uelewa mdogo wa mifumo ya hati miliki na mazingira magumu ya uzalishaji wa kazi za sanaa. Ndio maana warsha kama hii ni muhimu, ili tuweze kuzungumza kwa uwazi, kusikilizana na kuja na mapendekezo ya utekelezaji yatakayo tutatulia changamoto hizi. Warsha hii inalenga kufanikisha matokeo makuu yafuatayo: washiriki kupata uelewa mpana wa masuala yanayoendelea katika sekta ya utamaduni na sanaa ndani na nje ya nchi, kujifunza mbinu za kukabiliana na changamoto mbalimbali katika shughuli za kila siku, kujenga na kuimarisha mtandao wa kitaaluma na kijamii eh, kati ya wadau wa sekta hii na kubaini changamoto na kuweka njia sahihi ya kuzitatua. Kwa msingi huo, ndio matumaini yangu kuwa kila mshiriki atachukulia warsha hii kama fursa ya kujifunza, kushirikiana na kutoa mchango wenye tija. Serikali ya awamu ya sita imeongozwa na Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kupitia wizara niliyokasimiwa jukumu la kuitumikia itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa ajili jine ya ukuaji endelevu wa sekta ya sanaa na utamaduni. Ndugu zangu, nisiwamalizie muda mwingi. Mimi nikianza kuzungumza hapa, mimi mwandishi wa habari, hata msemaji, nitazungumza mpaka kuna kucha. Naomba ni waache muendelee na semina. Jadilini serious. Tulikuwa tuwe na mheshimiwa naibu waziri hapo kwenye semina. Msanii mwenzenu. Bahati mbaya kwenye wizara rais wa TFF amefiwa na mama yake mzazi. Kwa hiyo tumekubaliana wizarani mheshimiwa naibu waziri aende kuzikatanga. Kwa hiyo yuko Tanga mazikoni.